Abdalla kutokea mkoa wa kaskazini na sasa basi, tuelekee kule Morogoro. Polisi mkoa Morogoro limewataka watoto kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia wanaofanyiwa ikiwemo ubakaji na ulawiti ili kukomesha vitendo hivyo ambavyo vinasababisha watoto kushindwa kufikia malengo yao ya maisha. Tupate taarifa zaidi. Hayo imebainishwa mkoani hapa na mkuu wa kituo cha polisi Morogoro SP Janeti Mwakabungu wakati kitoa elimu kwa klabu ya watoto ya kupinga ukatili wa kijinsia na kujikinga na virusi vya ukimwi wa shule ya msingi Holy Cross, ambao amelazimika kufika kwenye kituo kikuu cha polisi mkoani hapa ili kupatiwa elimu. Ukiona hey, okay, mtu yoyote anakuambia hayo mambo, toa taarifa haraka haraka iwezekanavyo, lakini madhara yake ni yale yale ya kuumwa magonjwa si ndio? Ma maumivu makali, kupata ulemavu. Kwa hiyo msikubali. Kuna baadhi ya watoto wana tabia mbaya huko mashuleni, na mtoe taarifa kwa walimu. Mmenielewa watoto? Hicho kitendo hata Mwenyezi Mungu hapendi, ni dhambi. Tutachoma moto. Tumeelewana? Ndio, hakitakiwi kabisa kabisa kabisa. Tukipinge wote kwa pamoja saa nyingine hela ndogo ndogo, saa nyingine chipsi, saa nyingine anasema, ukisema nitakuua. Msidanganyike. Kwa upande wake, mwakilishi katika ofisi ya upelelezi kituo kikuu cha polisi Morogoro, Sgt Clemens Matata amewahimiza watoto kuhakikisha hawazoei watu wasiowajua na kuepuka tamaa ili kuepuka ukatili wa kijinsia kitendo chochote tunachoamini kinachohusisha mwili wako, akuguse mwili wako, akuvue nguo, ufanya nini? Unapaswa kufanya nini? Kukataa kutokana na elimu hiyo kutolewa kwa watoto hao ambao wana klabu yao ya kupinga ukatili wa kijinsia na kujikinga na virusi vya UKIMWI, mwalimu msimamizi wa dawati la kijinsia na UKIMWI shule ya msingi Holy Cross, Sila Maneno, na baadhi ya wanafunzi wamelishukuru jeshi la polisi mkoani Morogoro kwa kuwasaidia kuwapa watoto hao elimu ya namna kuepuka ukatili wa kijinsia na kujikinga na virusi vya UKIMWI. Mmetupa elimu nzuri, tuna imani kwamba vijana hawa watakuwa ni chachu ya kuwafundisha wengine. Kwanza pale shuleni kwetu tutawafundisha wengine kuhusiana na mambo ya ukatili wa kijinsia na watajifunza, watawafundisha na wengine. Ningetoa shukrani kwa maaskari na maafande waliotupa elimu juu ya kujikinga na ukatili wa kijinsia pia. Tunawasa na jamii inayotuzunguka kuwa tuache wa kijinsia kwa sababu inaweza ikaleta madhara mengi katika jamii yetu. Nikiripoti kutoka hapa katika kituo kikuu cha polisi mkoani Morogoro. Mimi ni Clofas Idi. Katika hatua nyingine jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limefanikiwa kuwakamata watu 40.